Tenda Radio. Imepewa nguvu na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, PPRA. Tenda Radio, Radio. Ramani ya fursa za zabuni. Moja kati ya habari njema katika kipindi hiki ni ile inayohusu mgao wa asilimia 30 za Samia kupitia mfumo wa NeST. Unaambiwa kila Mtanzania, ikiwa ni pamoja na wewe msikilizaji, unao nafasi ya kupata sehemu ya mgao huu kwa kushiriki katika michakato ya tenda za serikali kwa kuunda vikundi vya watu watano hadi 20. Hizi asilimia 30 sio mkopo wa fedha, ni mgao wa kazi zinazopatikana kupitia tenda za serikali ambazo ni matrilioni ya shilingi na yametengwa kwa ajili ya makundi maalum, yaani vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Utaipataje? Karibu tukujuze. Hii ni Tenda Radio sehemu ya kumi. Unaisikiliza kupitia redio ya washirika wetu, lakini pia unaweza kutupata kupitia YouTube, Boomplay na Audiomack. Tafuta Tenda Radio TZ. Leo utamsikiliza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu asilimia 30 za tenda zinazotolewa kwa makundi maalumu. Mgeni wetu studio ni Bwana Gilbert Kamnde, meneja wa kujenga uwezo na huduma za ushauri kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Pia tuna watu wa ushuhuda kadhaa waliofaidika na fursa hii, watatueleza njia walizotumia. Ndani ya mwaka mmoja tumeweza kufanya kazi za zaidi ya milioni mia mbili. NeST haichagui, NeST haipendelei. Mwandaaji ni Joseph Mohozi, msimamizi ni Remija Salvatore na mimi ni Sonata Nduka. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Umewahi kusikia mteja ni mfalme? Basi chukua na hii Kwetu, mteja ni wa thamani. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA, tunapenda kuwakaribisha wadau wote wa ununuzi wa umma kupata huduma zetu, kwani tumejipanga kuwapa huduma bora. Tembelea ofisi za makao makuu ya PPRA zilizoko Tambukareli jijini Dodoma, na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ofisi za kanda ya Pwani Dar es Salaam, ofisi za kanda ya Kaskazini Arusha, ofisi za kanda ya Nyanda za Juu Kusini Mbeya, ofisi za kanda ya Kati na Magharibi Tabora, na ofisi za kanda ya Kusini Mtua. Wasiliana nasi kuhusu mfumo wa NeST kwa kupiga simu namba 0736998 au barua pepe support@nest.go.tz. Kwa huduma nyingine zinazohusu ununuzi wa umma wasiliana nasi kupitia 0262963854 au dg@ppra.go.tz. PPRA tumejipanga kukuhudumia. Unasikiliza Tenda Radio, Radio Mikataba ya zaidi ya shilingi bilioni 15 ya tenda za serikali imetolewa kupitia mfumo wa NeST kwa makundi ya vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu kuanzia Julai mosi 2023. Lakini kwa ujumla tangu Julai mosi 2024 kupitia mfumo wa NeST, wazabuni wamepata mikataba zaidi ya laki moja. Wengi wakiuelezea mfumo wa NeST kama mfumo rafiki uliojengwa na serikali ukitoa tenda kwa haki na usawa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Machi mwaka huu, alieleza jinsi ambavyo serikali yake imepata mafanikio kwa kuwapa fursa wa Tanzania kupitia utaratibu wa makundi maalum. Tumeboresha sheria ya ununuzi wa umma kwa kuweka sharti kwa taasisi nunuzi kutengeneza asilimia 30 ya zabuni zote kwa ajili ya makundi maalum wakiwemo wanawake. Nifurahishwa sana nikiwa napokea taarifa ya sekta ya ujenzi na miundombinu wakiniambia kwamba kuna kazi kadhaa za barabara zimetolewa na kazi hizo asilimia thelathini wamepewa wakandarasi wanawake. Huu ni mwendo mzuri na naomba tuendelee kwenye maeneo mengine pia. Msikilizaji, unaweza kuwa sehemu ya wanufaika wa fursa hizi za tenda za serikali, lakini kusikia na kuona ndiyo njia bora zaidi ya kuamini. Tuna watanzania wenzetu kadhaa waliopata tenda kupitia fursa hizi za makundi maalum. Naitwa Mhandisi Stephen Kindole. Mimi ni kiongozi wa kikundi cha vijana ambao tunajihusisha na masuala ya ujenzi. Jina la kikundi kinaitwa Hi-Tech Group of Fundis. Kikundi chetu sasa hivi kiko Mtwara. Tunamshukuru Mungu tumepata fursa ndani ya mwaka mmoja tumeweza kufanya kazi za zaidi ya milioni mia mbili. Kwa majina anaitwa Elizabeth Jonathan Kasimila, mwenyekiti wa kikundi kinaitwa Kazi Iendelee Ipagara. Kikundi hichi ni cha kinamama na tumeajiri vijana na wasichana themanini. Kwanza kitendo cha sisi kikundi kupewa kazi na Nesti ya milioni 50, zamani kupata kitu mpaka utoe labda rushwa, lakini sasa hivi kuna mabadiliko. Nesti haichagui, Nesti haipendelei. Mfumo wa NeST umeleta nyooko wa mambo kwenda sawa, haki kwa haki. Naitwa mzee Joseph Paulo Ngua. Mimi kwa jina naitwa Stanley Wilfred Mkulungu. Kikundi chetu kinaitwa okoa wazee kata ya Mazu, tuko hapa e, Rukwa, Sumbawanga. Kilisajiliwa kama kikundi cha Leba Base, tulianza kupata kazi TANROADS, lakini baadaye hivyo kuja kutangazwa na huku Tarura, tukaomba nako tukapata, tunalipwa milioni 30, milioni 20 Milioni arobaini. Mwanzo hatukuamini kwamba baada ya kazi tukapata hizi hela ambazo wala hata tulipokuwa tunafanya kazi kabla hata ya kustaafu tulikuwa tuzipati. Tunashukuru sana sana. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Turudi kwenye ile ahadi yetu na tayari tuko na Bwana Gilbert Kamnde meneja wa kujenga uwezo na huduma za ushauri kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Meneja, karibu sana Tenda Radio, utupe madini ya fursa. Asante sana Sonata. Machi 8, 2025 ilikuwa siku maalum kwa ajili ya wanawake ambapo Mheshimiwa Rais alituheshimisha wanawake akiwaeleza kuhusu fursa za tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST. Nini kimefanyika katika kutoa hizi fursa kwa makundi maalum? Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia maboresho makubwa ambayo yamefanyika katika sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 kwenye kile kifungu cha 64 pamoja na kanuni zake za ununuzi wa umma za mwaka 2024 hasa katika ile kanuni ya 36 ambazo zinaeleza kwamba taasisi nunuzi zinatakiwa kutoa upendeleo wa kipekee wa asilimia 30 katika ununuzi wake wa mwaka kwa makundi maalum. Kundi maalum ni muunganiko wa watu wenye nia ya, ya pamoja ya kushiriki katika ununuzi wa umma mm, kama kikundi cha raia wa Tanzania kwa asilimia mia moja, ambao ni aidha wanaweza kuwa ni wanawake, vijana, wazee au watu wenye ulemavu. Lengo la uwepo wa makundi haya ni kuwezesha makundi haya kuweza kunufaika na ununuzi wa umma, kwa sababu pasipo upendeleo yasingeweza kunufaika na ununuzi wa umma ambao unafanyika nchini kwa ule utaratibu wa kawaida kwa lengo la kuleta usawa na haki katika ununuzi wa umma. Kwa mkuu wa taasisi ambaye atakiuka kanuni ya upendeleo e, kwa makundi haya maalum ambayo yametajwa kwa mujibu wa sheria, atawajibika pamoja na adhabu nyingine, lakini kuu ambayo imetajwa ni kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Kwa mtu anayesikiliza ambaye anahitaji kuanza kusajili kundi lake ili azipate hizi fursa chap, ni yapi mahitaji ya kufanikisha usajili? Kwanza, kuwe na barua ya utambulisho ya kila mjumbe wa kundi maalum iliyopitishwa na mamlaka ya serikali za mtaa. Lakini wasifu wa kundi na orodha ya wanachama, lazima hilo kundi liwe limesajiliwa. Lakini kuwe na taarifa za kundi na wanachama, namba ya kitambulisho cha taifa ya kila mwanachama. Ni kwa sababu gani? Tumesema lengo la haya makundi au la fursa hizi kwa makundi haya maalum ni kwa ajili ya raia wa Kitanzania. Pia kuwe na katiba ya kikundi, taarifa za makazi au anwani. Watakwenda kwenye ofisi za serikali za mitaa watatambuliwa, lakini pia kwa afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya. Kama wanasajili kupitia halmashauri, basi watawatambua kwa hizo taarifa na kuwapa setifiketi ya usajili ya kuwatambua. Ile halmashauri itawasilisha taarifa za hilo kundi husika PPRA, na hapo ndipo mamlaka inawaingiza kwenye kanzi data au kwenye mfumo wa NeST, na mwenyekiti atapata taarifa kwamba kikundi chao kimeshasajiliwa. Sasa wanaweza wakakamilisha taratibu nyingine za kukamilisha taarifa mbalimbali ambazo zipo kwenye mfumo, na hapo wataanza kupata mialiko mbalimbali kutoka taasisi nunuzi. Asante sana, meneja. Sasa haya makundi yanapaswa kuwa na sifa gani na muundo wake ukoje? Wanachama lazima wawe na asilimia sabini ya kundi husika na asilimia thelathini inakuwa ni wenye sifa tofauti na ile ya kundi husika. Kwa mfano, ikiwa ni kundi la vijana, labda wako kumi, kwa hiyo asilimia sabini kwa maana nyingine, ni watu saba, lazima wawe ni vijana wenye umri wa miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano na wale wengine wanaweza kawa na umri zaidi ya miaka thelathini na tano lakini tukija kwenye uongozi asilimia mia moja lazima iwe ni ya kundi husika. Kwa hiyo kama ni kundi la vijana, kuanzia mwenyekiti wao mpaka kiongozi wa chini lazima awe ni kijana, vivyo uh, hivyo, hivyo hata kwa, kwa, kwa wazee au wanawake. Ikiwa ni kundi la wanawake, maanake uundwaji wake lazima asilimia sabini iwe ni ya wanawake, alafu asilimia thelathini wengine, lakini uongozi lazima iwe ni asilimia mia moja, ni wanawake. Ni kazi gani ambazo kikundi kikijihusisha nazo kinaweza kufanya kazi au biashara na serikali kupitia utaratibu wa makundi maalum. Unaweza kututajia baadhi ya hizo kazi sonata? Katika shughuli za makundi maalumu zipo nyingi, lakini hmm, wanaweza wakanufaika katika kazi za huduma, kwa mfano shughuli za kufanya usafi kwenye majengo au taasisi za serikali, kazi za kutoa chakula, na wanaweza pia wakawa na shughuli nyingine ya wauzaji na wasambazaji wa bidhaa mbalimbali. Wow, uuzaji wa bidhaa na za nafaka na wakapata fursa hiyo kuuza kwenye mashule, kwenye vituo vya kutolia huduma, zahanati na sehemu nyingine ambazo zinahitaji huduma hizo. Kundi linaweza likajisajili kwamba sisi tumejisajili tunashughulika na shughuli za ujenzi au ukarabati. Mfano, wale wanawake ambao wamejiunga kwenye labor based wanafanya kazi za ukarabati wa barabara, kujenga mitaro ya barabara na sehemu mbalimbali za masoko. Kwa hizo ni shughuli za ujenzi ambazo wanaweza kuzifanya kama kundi maalum, angalau mmoja kati ya wale au ameatendi au amepata mafunzo ya ukandarasi. Sasa, kwa hizi kazi unazozitaja pengine watu wanaweza wakajiuliza, ni kweli watu wanazipata hizi tenda? Takwimu ziko vipi katika kipindi hiki ambacho mfumo wa NeST unafanya kazi? E, tuna jumla ya vikundi 85 vya vijana ambao vimeshapata zabuni zenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 3.1. Kuna vikundi 95 vya wanawake. Tunaona hivi vimepata jumla ya tenda zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5.6 tangu tumeanza e, kutumia mfumo wa NeST ile Julai 1, 2023. Lakini tuna vikundi vitatu vya watu wenye ulemavu ambao wamepata zabuni 12 zenye thamani ya shilingi milioni 138.5. Kuna vikundi pia vingine vitano vya wazee ambapo vimepata zabuni 17 zenye thamani ya jumla ya shilingi milioni 806. Kwa hiyo utaona vikundi maalum vinanufaika na baada ya mafunzo na hamasa ambazo zimetolewa na elimu kupitia programu mbalimbali ambazo zinaendeshwa na PPRA. Sasa hivi vikundi vinaongezeka siku hadi siku mpaka leo tunazungumza, tuna vikundi zaidi ya 500 tayari vimeshajisajili kwenye mfumo wa NeST. Swali lingine muhimu, bwana Kamnde, uhakika wa malipo kwa hivi vikundi maalum ukoje? Fedha zipo na zimetengwa, na kundi maalum likishiriki na likapata zabuni. Tena sheria imeweka mazingira rahisi na wezeshi kwa ajili ya makundi maalum. Taasisi nunuzi inapoingia mkataba au inapotoa zabuni kwa haya makundi maalum, ihakikishe inawalipa kwa wakati, ndani ya siku ishirini na nane baada ya kuwa wamekamilisha ile kazi ambayo wamepewa na taasisi wanatakiwa kuwa wamelipwa fedha zao. Asante sana Bwana Gilbert Kamnde, meneja wa kujenga uwezo na huduma za ushauri kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA na karibu tena Tenda Radio. Asante sana Sonata kwa kunialika, lakini pia ni wasihi watu waendelee kusikiliza Tenda Redio katika vipindi vyake vinavyohusiana na maswala ya ununuzi wa umma nchini. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Unaendelea kusikiliza tenda redio. Bila shaka umepata madini ya kutosha kuhusu fursa za zabuni za umma zinazopatikana kupitia mfumo wa Nesti, na tumesikia maelezo ya kutosha kutoka kwake meneja wa kujenga uwezo na huduma za ushauri kutoka PPRA. Jisajili sasa kupitia www nest go tz, uwe sehemu ya watakao faidi zaidi ya asilimia 70 ya bajeti ya ya serikali kwa kufanya biashara na serikali. Nikukumbushe tu kuwa msaada wa jinsi ya kujisajili kwenye mfumo wa Nesti na kuomba zabuni unatolewa bure. Wasiliana na PPRA kupitia namba 0736494948 au barua pepe support@nest.go.tz at nest go tz ili upate msaada wa haraka. Unasikiliza tenda radio. Tumalize na Joseph Muhozi kama kawaida yake anatupatia dondoo za fursa za zabuni zilizotangazwa kwenye mfumo wa NeST. Joseph. Naam. Kuna nini leo kwenye mfumo wa NeST? Sonata, huku kuna fursa nyingi sana za zabuni na msikilizaji anaweza kuziona akiingia nest.go.tz eneo la current tenders. Hapa naona zabuni zaidi ya 120 lakini kutokana na muda nitataja mbili tu. Halmashauri ya Manispaa ya Temeke kwa mfano wao wametangaza tenda wanahitaji mjenzi wa madarasa matano ya shule ya msingi pamoja na ofisi katika maeneo ya Mwembibamia na Chamazi. Dirisha la kuwasilisha maombi kupitia mfumo wa NeST limefunguliwa Aprili 23 mwaka 2025 na litafungwa rasmi Aprili 30 mwaka 2025 saa 8 kamili mchana. Lakini pia mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini yani LATRA, wao wametangaza tenda ya ujenzi wa uzio au fence. Kazi itafanyika eneo la Mikocheni. Hii zabuni iko wazi kuanzia Aprili 23 mwaka 2025 hadi Aprili 30 mwaka 2025. Kazi ni kwako. Jisajili sasa kuwa mzabuni au unda kikundi maalum kisha fuata utaratibu wa usajili kupitia nest.go.tz connection pekee ya tenda za serikali. Endelea kusikiliza Tenda Radio. Mimi ni Joseph Muhozi. Unasikiliza Tenda Radio. Radio. Fursa haziongei sana. Zinakunong'oneza na kuondoka. Ukisikia fursa, chukua uamuzi haraka, anasema mhenga. Kutoka makao makuu ya nchi Dodoma, umezisikia fursa za tenda za serikali leo. Anza leo, utanishukuru baadaye. Fursa hazisubiri, wengi wanazisubiri. Tafakari na chukua hatua. Unaweza kusikiliza mfululizo wa vipindi hivi mtandaoni YouTube, Boomplay, Audiomack, Instagram na Facebook. Tafuta Tenda Radio TZ. Subscribe na toa maoni yako kwenye sehemu ya comment nasi tutaifanyia kazi. Shukrani za kipekee kwa mkurugenzi mkuu wa PPRA, Bwana Dennis Simba na wote waliofanikisha kipindi hiki. Mwandaaji ni Joseph Mohozi, Msimamizi ni Remija Salvatori na mimi ni Sonata Nduka. Tenda Radio. Imepewa nguvu na mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, PPRA.